Amani ya Bwana muumba wa mbingu na nchi awe juu yenu nyote wana watu, mnaoongea lugha ya Kiswahili, hususan watu wa nchi za maziwa makubwa. Nikitaja hivyo namaanisha Kongo, Rwanda, Uganda, Burundi. Hapo tuna baadhi ya raia sio wengi sana, lakini tuna waongeaji wazuri wa lugha ya Kiswahili, ingawa tuna lafudhi tofauti kulingana na jimbo tunazotokea, kwa sababu Kiswahili chimbuko lake tunaweza tukasema ni upande wa Tanzania kule, hususan ni barani sehemu za Zanzibar, Pemba na kwingineko, ila na sisi Warundi, Wanyarwanda ni baadhi lakini na baadhi na ya wa, ya wakongomani wa, wa wenzetu ambao nataka niwaongeleshe waonge, ni kwa muda huu, amani ya Bwana awe juu yenu, na ninawaalika sana sana tena sana kufuata vipindi vyenu vipindi vyetu kupitia YouTube channel yenu ambayo ni yangu. Jina la YouTube channel ni Vision TV ni Visions TV, kwa wale uongeaji wa Kiingereza kimombo na, na wa, Shukuru sana wenzetu mtakaofuata vipindi hivi kupitia channel hii, kwa sababu channel hii itakuwa inawa, inawa, inawaletea vipindi katika lugha tofauti ikiwemo lugha ya kwangu, lugha mama ya Kirundi, lugha ya Kiswahili, lugha ya Kifaransa na lugha ya Kiingereza. Na nitawalika watu mbalimbali wenye ujuzi mbalimbali. Tuungane mwanzoni tu, musiwe na tatizo, tutafikisha ujumbe kwa wale wote walengwa ili tutokane na usingizi wa kutojua, usingizi wa kulala wa, wa, wa kama nani kondo na kuchinjwa ovyo na hao wauaji wa wakubwa wanayosumbua wanayo wa nchi nyingi za barani Afrika, hususan Afrika Maziwa Makuu. Hao wanayojiitwa ni killing machine ya Rwanda, sio Wanyarwanda wote, ni baadhi tu ya watu wachache wenye roho za kishetani, roho zina pepo mbaya, pepo za mauaji, pepo za kuharibu na kuangamiza na kuua watu bila hata sababu ya msingi yoyote. Kinachowasababisha kufanya kumwaga damu zisizokuwa na hatia ni roho ya kupenda mambo ya ulimwengu huu, na Biblia inatukataza kabisa kupenda mambo ya ulimwengu huu na yale yote yanayoambatana na ulimwengu. Ila wenzetu wauaji, watumishi wa Iblisi, wao wamechagua kumwaga damu, hususan damu, damu ya wakongomani na narudia na, na, na hususan kumwaga damu ya wakongomani wasiokuwa na hatia. Ninawaambia ndugu zangu wa kongomani, kama hamwajamuka na kupigania nchi yenu, kama hivyo washauri Shale Onana, huyu mwandishi Dr. Shale Onana, huyu mzaliwa wa Kamerun, lakini anaishi nchini Ufaransa, kabla ya kuchukuliwa kwa kwa, kwa mji wa Goma, Bukavu, na hivi sasa wamesogelea hata murango wa mji wetu mkuu wa kibiashara wa, wa Bujumbura, hatuwezi tukanyamaza, na waamsha wenzetu wakongomani wanaonisikia kwa kupitia lugha ya Kiswahili na Watanzania pia na wa Kenya, ujumbe huu unatuangalia sote, kwa sababu lugha hii nami naitumia mimi ni Murundi, lugha hii kama najaribu kuiongea nimejifunza nayo Tanzania. Basi nyinyi wakongomani, acheni michezo, narudia tena nyinyi wakongomani, acheni michezo, acheni kulala. Mkiendelea kulala, nchi yenu itachukuliwa na mtafanya mtageuka kuwa watumwa ndani ya nchi yenu na kuuawa kila kukicha, kama tunavyoshuhudia mauaji akilingi mashine wa Rwanda, Uganda na Kenya. Unaona wana jopo wana wana, wana, wana jopo kali, jopo kali za watumishi wa kuzimu, watumishi wa ibilisi wenye roho za afisi wenye roho za simba na roho za chui wanyama hao, unajua hana mchezo wao, wakimpata swara ni kurarua na kuchana chana na kunywa damu zao na kula nyama, ndio chakula chao hao wanyama. Wana roho ya kumwaga damu na kula nyama, kwa sababu hawali nyasi kama ng'ombe kama twiga, eh, kama nyati, kama wanyama wengine mwanawajua, wanaofugwa na wale wa polini. Nawaambieni kweli wa kongomani wa msipoamuka mtakuja kutuletea baraka kwa sababu moto naowaka kwenu unajua unatusogelea hata sisi Burundi. Adui mlionao kwa miaka 30 ni zaidi ya thelathini, na kupoteza zaidi ya watu milioni kumi na tano waliouawa bila sababu, bila hatia yoyote, bila kumdhuru binadamu yoyote katika nchi za maziwa makubwa. Mlijue hilo. Bila kuamuka na kupigania nchi yenu, mutakuja kuuliza baadaye, mtalizua jiji m-m- mkumbuke wale waongeaji wa Kifaransa. Nimefanya kipindi cha kwanza chak... sh... ndani ya lugha ya Kifaransa, na hiki ni kipindi cha kwanza tena ndani ya lugha ya Kiswahili. Wiki tu nina vipindi vingi hapa, nimeandika kwenye faili zangu hapa, hapa kwenye faili zangu, vipindi vinaza akina nani naye walenga akina nani naye waonge waongelesha akina nani, inatakiwa niwapelekee ujumbe. Ujumbe wa kwanza kwenu wa Kongomani, pendane, acheni ukabila Acheni mambo ya majimbo majimbo. Oh, mimi ni mtu wa kutoka Kongo ya Kati, mimi ni Muruba, mimi ni Mkasai, mimi ni Mbembe, mimi ni ni Mufulero, mimi ni Munyamulenge, mimi na mnakatana kati yenu. Hiyo inchi mmezaliwa mmeikuta hapo. Na mtafariki mtaiacha hapo hapo. Je, urithi gani mtawaachia watoto wenu? Eh, kama itakumechukuliwa na hawa hawa hawa wahuni wanayouua na wambia seo Wanyarwanda wote. Ni badi ya watu. M Musikia liyo ayaongea huyu musemaji wa jeshirenu. General uh, Ekenge Bombosa amesema sema wanatumia ubwenge na, na hilo neno limeshafika kwenye maongezi yenu ya kila siku. Ubwenge enge. Ubwenge enge mutalikuta ni neno ya, ya, ya, ya Kinyarwanda na Kirundi. Na ni lugha ya kibantu kama Kiswahili na chokitumia ubwenge, Ubwenge Ekenge Bombosa. Kabisa nimeku, nimekubali mia kwa mia, mejifunza namna na mbinu yani, na na fikira potofu wanazozitumia kulenga inchi wanazotaka kujishambulia yeye. Amesema wanawapa wanawake na wanawake, nyinyi wa mabando mzae, wa nao wanazaliana wao kwa wao, wanamuleta ukimuoa leo ku, kwa mujibu wa maongezi ya ya msemaji wa jeshi General Bombosa atakuletea muta na kusingi, anakuambia, huyu ni binamu yangu, anakuja tumupe rifaa daisha hapa ni mwanafunzi nini nini, kumbe anakuja kuzalisha mke wako, na baadaye watakuwa wanajifunza ni wapi umeweka utajiri, wapi una unaweza uka, ukasaba ukaleta uka mchango, mchango wa kubadilisha mambo influence au influence. Na hayo tumeyaona tumeyashuhudia kabla ya Rwanda kuchukuliwa na hao wahuni wamewaingilia wame pole, pole. Wamepenyeza kama vile chawa wanavyopenyeza ndani ya, ya nguo za mwanadamu eh? Kama vile wadudu wa, wa kitandani wanavyopenyeza wasikie kwa masikio, ili ukilala ndio wanakutafuna na unaamuka kabisa, unaupele umekujana kila ngozi unakuta na kila rangi ulimpigika. Na hao wenzetu ndio wanafanya, ndugu zangu Wakongomani, swali kwenu: je, mtakubali kurudi katika utumwa? Mfano ule utumwa mfalme wa Ubelgiji waweka ndani na kuwakata mikono na miguu, zile zile, zile, ma, maziwa, maziwa. Kwa sababu nani? Kwa sababu hamkuzalisha maziwa yanayotoka ule mti wa kwenu wa Evea. Mnataka Rwanda wawafanye hivyo hivyo? Mtakubali kurudi kwenye unyama, kwenye ukatili, kwenye chokochoko, choko za kila rangi kama zile mfalme wa Ubelgiji Leopold wa pili aliyofanyia. Nana ni waroga wa Kongomani, piganie nchi yenu kama mtu huyu, mtu mmoja, umoja kwanza ni nguvu. Hao majamaa wanaowafurusha na kuwakimbiza, jeshi lenu si watu tofauti na nyinyi mlivyozaliwa. Amesema Bombosa, wamejifunza nani, jeshi kama sisi, wana silaha kama sisi, ni wanaume kama sisi, iweje muogope kupigana nao? Kaku, kafuate ushauri wa Bombosa, msemaji wa jeshi leno. Ndugu zangu wa Kongomani, kitu kingine ki nataka niwaambie, samahani, tuna wakimbizi chungu mbovu waliokimbia hii vita vya mwezi huu vilivyozuka baada ya yale makubaliano ya wa Washington. Yale yenyewe makubaliano kati ya mambo mawili, Trump naotayafuata akitaka kujivisha heshima na kufanya ile Make America Great Again na kupata zile marigafi mlizompa, atapigana upande wenu Akishindwa kupigana upande wenu na kumpendelea mwizi muuaji mtoto wa, wa wa ibilisi wa Rwanda King Machine atanyambulia kwa patupu, kwa sababu wanaotaka mali zenu ni wengi, na sisi Warundi tunawaomba jameni, tunawaomba mtu mtusamehe, mutu, kubali damu ya wenzetu madada zetu na makaka zetu inayomwangika kwenye ardhi yenu kwa ajili ya kuwasaidia iweje, nyinyi mnaosaidiwa mnakimbia vita wale waliokuja kuwasaidia wachache, munawacha wanakufa wanaharibiwa na mbinu za wale wa, wa, wa, wa, wa shenzi, kwa sababu wamewapa hela. Nani amewaroga ndugu zenu wa Kongomani? Nani kawaroga? Nani kawaroga mfike hatua ya kuvua nguo mbele ya adui na kupenda hela ye zenu? Kwanza nyinyi mnatia aibu sana upande wetu Nyinyi mna kila mali mali, Mungu aliyoiumba amewapelea sana. Angalia mnavyotumia hela za Kimarekani dala, US dala mnatuzidi, hasa sisi tuliopo huko Marekani iweche mchukue dala chache za wahuni au wauaji au watu wenye roho za za kishetani roho za fisi roho za simba roho za chura za, za, za kuua na kuharibu. Na mnakula hela hiyo hiyo kabla ya kuipata baada ya yeah sekunde tu muna, ck, muna katwa vichwa. Angalia vi, jinsi watoto wadogo wanaokatwa vichwa. Wamefanya kosa gani? Kwanza mauaji ya kimbali nani akayafanya nyi miongoni mwenu wa Kongomani? Hakuja, hakuna Mkongomani aliyovuka Rwanda na kumwaga damu ya Wanyarwanda. Wanyarwanda wameyafanya wao kwa wao. Sawa sawa na jinsi waliotuletea mauaji hayo hayo uchafu. Kipindi walimkimbizwa wali na yule revolution ya ya, ya, ya Kaibanda. Ya, ya, wao ndio wamekuja kufunza wao wahima kina Michombero, kina hao wengine wa huni walio tuuya watu bila hatia. Jameni, wa Kongomani, na waomba. Piganieni nchi yenu, sisi tumekuja kuwasaidia na nchi zingine zitawasaidia, kwa sababu mnapigania haki. Kama unafanya harusi, kwa mfano. Kweli umeniomba mchango mimi kama ndugu yako, mimi kama rafiki yako, aidha tunafanya kazi pamoja, tunapendana na kukupa msaada musa, lakini msaada ninayokupa Haujalishi kwamba utatimiza utakifu na ni matakwa yako yote. Hapana, mimi nikusaidia kwa mfano asilimia ishirini au thelathini au ni pale tukusaidie mara asilimia arobaini. Asilimia sitini ni zako wewe mwenye mji yeah, Mimi ina na, msaada wangu na una sehemu nakofikia na kule, na sasa sehemu kubwa ni wewe upeleke, sio mimi. Sasa Warundi, tumekuja kuwasaidia kwa moyo mkunzufu kwa kuzuia moto ndimi za moto zinazotokana hiyo vita chafu waliowaleta wahuni, ni wataja apo juua Kaga, kina Kagame, kina Museveni, kina Ruto. Sasa hivi na wengine tunawasikia wako chini ya meza wanajadiliana mbinu na mambo chafu ya kutuharibia, na mjue adui zetu eh, eh, red tabara Efnel za Bampema na wengine wameundwa na Rwanda, Rwanda ndio inawapa silaha, inawapa hifadhi, inawapa kila kitu. Na wao na nia chafu ya kutusambulia. Angalia walivyo tuchokoza kwa kufurusha bomu mbili kule nani eh, tarafani Rugombo. Ile chokochoko choko tunajua haijaisha. Na nyi wa Kongomani mungepiga hata kama Warundi. Warundi, mjifunze kwa sisi Warundi. Tulivyowaonyesha wa, wa maadui wa wa, wa, wa kina Buyoya na wenzake waliozoea kumwaga damu tangu miaka ya elfu moja sitini sitini na sita na mpaka kutufanyia mauaji ya kimbari ya sabini na mbili na sabini na tatu. Unaona walivyo wabaya! Mkumbuke aliyowashauri ali wa sha, ali wa shaea kipinda amekuja kuwatembelea Kinshasa hapo mji wa Goma, Bukavu na leo Uvira vilikuwa bado hajachukuliwa. Mungekuwa ni wapiganaji kama vile wanavyopigana wao wenzetu wa, wa South Africa wa Zulu, mungepigana kizulu, mungepigana kama wao wenzetu wa Rundi wa Send Left Day walivyokomboa wa demokrasi hiyo nyang'anywa, mungejua sa, nani sadaka walizozitoa mungejifunzia kwao, ila haijafika mbali sana, na waombeni kweli na kuja mbele yenu kwa moyo mkunjufu kapiganie nchi yenu, haijawa haijawa muda mrefu sana. Natakiwa muamuke, muamuke kama wazalendo. Wazalendo nawapigia saluti sana, mmetuvisha heshima. Nina ndugu yangu mmoja ambaye siwezi kumtaja jina lake hapa, ni askari upande wa ngambo yetu, huko amepigana upande wenu kuwasaidia. Miaka hii mitatu nimemuuliza, ndugu yangu U... Yupi kati ya hawa jamaa wawili una, unataka mpigane bega kwa bega, msaidiane kupigana vita kwenye mirongo, kwenye mstari wa vita, kati ya FRDC na wazalendo? Askari mwenzangu ni askari mwenye nyati faku, akasema wazalendo ni wapiganaji wazuri sana. Wazalendo msaidiwe sana, mpoe kila kitu, na nyinyi FRDC, tunajua nyote hamuna hamuna roho hizo mbaya za kula rushwa na kuisaliti nchi yenu. Kumbuka leo nani, urithi aliyowaachia nani, rais wenu Kabila Laurent akasema, msaliti inchi no ne jamais trahir le Congo, ndo mwaachia hilo, mlikumbati. Amukeni vijana wa kike kwa kiume, wanawake kwa wanaume, inchi napiganiwa inchi ipewe kwenye sana kama mkate, na mna mali nyingi za kutumia, ili mpate misaada ya kila aina. Huyu akiwazengua, acha naye kaunge na ni uh, kaunge agreement na mtu mwingine nende kwenye makubaliano ya kusaidiwa na watu wengine. Burundi, mnaona tunaje wasaidia nyinyi, mnapuuzia msaada wetu wa Burundi, na kipindi tumefanya nani nani, uh, tactical retreat toka Uvira, mmesawaza kusema eh hey, Warundi wamekula rushwa, Warundi wametuuza nini? Na hapana, jilaumu nyinyi wenyewe, blame vous même, blame yourself. Naomba na sana na kitu kingine nataka nimalizie Tuna wimbi la wakimbizi wengi waliokimbilia Burundi kwa kuvuka na ni ziwa letu na Tanganyika. Wako sehemu mbalimbali, Rumonge, sehemu za Bujumbura, sehemu za Chibitoke na kwingineko. Warundi, makanisa ndio yanawasaidia, tunawashukuru sana makanisa ya Kikristo na wandugu zetu Waislamu, wamekuwa mfano mzuri wa kufundisha mambo mema mazuri ya kuigwa na ya kusaidia sawa sawa na tunavyoyasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa kwanza kwenda 31, nilikuwa sina chakula, mmenilisha; nilikuwa sina mavazi, mmenivika; nilikuwa mkimbi, yani, nilikuwa kwenye jela, mmenitembelea mkanipa ninachokitaka. Na wale ambao wakufanya kitu kama hao wenzetu wa mfano mzuri wa kuiga, wanaofanya, ndio wao watalaumiwa, wasema, nilikuwa na njaa mkunipa chakula, alikuwa ni mimi Yesu nilikuwa sina mavazi nilikuwa naenda uchi hamkunivisha, nilikuwa ni mimi Yesu. Wale wa huna bao hakutenda mema walitasema, tumekuwa na wapi Yesu, hatukufanya hili na hili jameni. Mtendeni mema mfano na neno la mwisho, kusanyeni vyakula hayo ma, hizo jimbo zenyewe za Kongo, DRC ambazo hazizaathiriwa na vita, muna vyakula vya kusaga na kutupa nje, ungana na wenzetu kwa sababu hiya, um, haya mashirika ya kiutu Hususan ni, nani has, eh, chisara, said, nasikia hawajafika kila upande kunako za wa wakimbizi kusaidiwa. Kapeleke maharagwe, mchele, unga, mihogo, mavazi, madawa, kapelekeni. Rais Tshisekedi, kama utasikia hii video yangu tukupitia ni hii Vision TV, naomba sana, hamasisha wananchi wako wakusanye vyakula, wa, wa, wasaidie warundi na wao mchango tunao toa Burundi unakuta ni mdogo sana kutokana na na ukosefu wa hakiki na kile, kwa sababu tuk tunategemea ni haya mashirika ya kiutu ya, ya, ya kimataifa. Nasikia hajafika popote, ila mfano mzuri wa Ubundu. Inatakiwa sote tusaidizane, hao Wakongo, watu wa Manyema, Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi na wapi, kusanyeni maharage, mchele, unga wa ngano, unga wa mahindi, unga na nini, mavazi, dawa Kaungane na wenzenu Warundi kwa sababu tunapigana vita moja. Nawapenda sana na watakia kila naheri ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita uwe waheri na fanaka kwa familia zenu zote. Kwanza Mungu aope amani ya kudumu. Huko Kongo vita ishe. Tupate hata nafasi pa kufanyia kazi mna nchi tajiri na amani ya Bwana ya kudumu au nchi yetu tukufu ya Burundi na ita tukufu najipenda sana na amani ya Bwana akiwemo ndani ya nchi zetu, ndio tupate afya njema, ndio tupate mali, ndio tupate na mikakati na mipango ya kutengeneza hela. Nawapenda sana. Bwana Yesu Kristo wa Nazareti awabariki, nawapendelee kuliko hizi taifa zingine zilizoendelea za Marekani na Ulaya. Mungu awabariki sana, asante sana, kwa heri.